Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya ulevi. Ulevi lugha hiyo, ndio tuelewane. Ulevi maana ulevi ni vitu vingi, kuna watu wanalewa kwa vidonge tu, akinywa vidonge vya mafua analewa, au sio? Vidonge vya mafua mtu analewa, sio vidonge vya mafua, pombe hapa. Tumeelewana sasa, hakuna kamusi inayotakiwa kuna mito ya pombe pombe yenyewe Mungu kaisifu, ladha ni pombe yenye ladha tamu, lisharibina, kwa wanywaji. Yaani Mungu katengeza huo mto wa pombe, m -m, pombe tamu ladha yake kwa wanywaji. Na ndio sisi, ndo sisi hapa, sisi ni walevi wa baadaye. Wengine wamewahi wanalewa hapa duniani, hapa wanalewalewa, uchafu, ina hivi matatizo, wanaanza kunuka mtaani, wanaharibu kila kitu, kinakuwa ovyo, ye mwenyewe mtu anaharibika kuna baadhi ya pombe akilewa mtu akanywa akikaa masaa matatu, akija hapa tutaondoka. Yeye mwenyewe anavyotuumiza roho zetu sisi, sikwambii kama atakidhi haja kwenye chochoro yenu njiani, mtahama, mtahama. Pombe gani? Kule kuna mto na Mungu mwenyewe aliutengeneza, asema anharu min khamri ladhatin lisharibina, ndo ule mto. Na usubiri mimi huo mto wa pombe, maana si hatujakunywa hapa. Hapo, wana sisi, um, si, mtu hapa apa wanakunywa ah, sisia tunangoja, tukifika kule eh, Subhanallah, mimi Mungu ashanambia tu bwana Uthmani nenda peponi pale, napiga mbio kwanza, nakwenda mtoni kwenye mto huu. Huu mto wa pombe ndio tutakapoanzia, na sitaki glasi mm, glasi au chupa kama hivi. Nikifika mimi napiga mbizi mule, mule ndani ya mto kabisa. Nazama, nikiibuka nimekunywa, nazama tena nakunywa. Hivyo tu nasubiri hicho kitu, inshaallah. Mungu atupe. Kila mtu anatamani mambo yake, na nyinyi mna mambo yenu, mtapata huko. Kila mtu anapata la kwake. Mimi naanzia hapo kwanza.